Sekta ya afya nchini ni nguzo kuu katika jamii, ndipo sasa serikali ya kitaifa imekuwa ikiwekeza zaidi ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora za afya hasa kupitia mpango wa afya bora kwa wote. Kutokana na juhudi hizo, wawekezaji mbalimbali nchini wameibuka na mpango wa kuwekeza zaidi katika sekta ya afya ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za kiafya. huyu <laughs> Hospitali ya Equity Afya ni kati ya matai ya mia moja thelathini na nne kote nchini ambayo analenga kuhakikisha afya jamii inatolewa kwa wakati na kwa huduma bora. Wakazi wa kaunti ya Kilifi wakishuhudia uzinduzi wa hospitali hiyo mjini Kilifi chini ya ufadhili wa Equity Foundation. Akizungumza na wanahabari wakati wa uzinduzi huo, daktari mkuu wa hospitali ya Equity Afya Tawi la Kilifi Harrison Mwachirogenya amesema hospitali hiyo inalenga kuwasaidia wakaazi wa kipato cha chini, kwani huduma za hospitali hiyo ni zile za hadhi ya juu na za kisasa. Uh, we have uh, uh, uh, qualified medical doctors uh, na uh, uh, our mantra is uh, affordable uh, quality and uh, accessible healthcare hivyo hata consultation yetu unapoona daktari iko chini zaidi. Baada ya hapo kuna uh, nurse, uh, or rather, uh, nursing services, tuko na pharmacy services, tuko na uh, services za uh, maabara, tuko na services za uh, meno pia, wagonjwa wa macho wanaweza shughulikiwa. Uh, matano land child health pia tumeipewa kipaumbele ili uh, kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya yale ambayo nchi yetu imeweka. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Equity Afya nchini Daktari Dennis Ogola amesema kufikia sasa Equity Afya ina hospitali zaidi ya 134 kote nchini na wanalenga kuwa na vituo vingine vya afya katika mataifa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. tunataka kwenda kwa East Africa yote yeah, uh, vile bank benki tayari iko kwa Kenya, Uganda, Tanzania, DRC Uh, South Sudan na Rwanda. Pia kwa healthcare tunataka kwenda kwa region hivyo hata uh, tuki, tukifungua kwa subcounty tukifika branches 300. Hata hivyo viongozi mbalimbali waliohudhuria hafla hiyo ya uzinduzi wa hospitali ya Equity Afya Towila Kilifi wakiongozwa na mwakilishi wa kike kaunti Kilifi Gertrude Mbeyu wamesisitiza haja ya hospitali mbalimbali za mbali mbali kibinafsi kutambua huduma za shaha katika kuwahudumia wagonjwa, huku wakihimiza wakazi kujisajili katika shaha. Watu wetu pale wako wajiandikishe, hii shaha inasaidia. Kuna hospitali nyingine private na hasa zile za makanisa hasa zile za Katoliki ambao mi ni Mkatoliki, walikuwa hawalipi pesa zao na wakafungisha, hawataki hata sha wasikie kabisa kwa hizo hospitali. Lakini saa hizi nafikiri hizo services zinaweza tumika, watu wetu wale wameweza kujilipia sha, wacha ile ikaweze kufanya kazi, wasaidike. Si watu wetu wote wako na the insurances ambao zimeweka pale, it's time for us to go out and inform the people of Kilifi on basic life support skills on, um, disaster risk management skills and also how the community tunaweza kuwapata at the grassroots level so tukifanya hivyo kama equity afya we shall give you the support we'd like to partner with you just to make sure each and every resident of kilifi knows that equity afya exists Uh, the services that you've talked about we are really happy to pass this information to those wenye hawako hapa Kilifi. we have uh, people in outside of kilifi areas like chonyi bamba kila mahali huko. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi, Koko FM, ladha ya Pwani.